Kuna swala ambalo linaendelea sasa hivi maeneo mbalimbali, ambalo ni swala la bima ya afya kwa wote. Niwaombe sana waheshimiwa madiwani, nyie ndio mnaishi na wananchi kule kwenye maeneo yenu. Niliona jana mheshimiwa mbunge ameshalianza na mkurugenzi pamoja na mwenyekiti wa halmashauri, lakini waheshimiwa madiwani, nyie ndio mnaishi na wananchi kwenye mikutano ya hadhara. Ili jambo linaweza likafika vizuri sana endapo mtaenda kuitisha mikutano ya hadhara mwaelimishe wananchi wetu waweze kufahamu kwamba Daktari Samia Suluhu Hassan amewaletea bima ya afya kwa ajili ya wananchi wetu ambao wanahitaji matibabu kwa urahisi. Kwa ni hiyo, niwaombe sana waheshimiwa wa madiwani, jitahidini kwenda kuhamasisha ili wananchi wetu nao waweze kupata bima ya afya kwa wote. Ndi mwenyekiti wetu, wanwashauri nichukue nafasi hii kuendelea kuasisitiza wanasiasa wenzangu wa pamoja na wataalamu wote ambao wako huku ndani, swala la bima ya afya kwa wote ni jukumu letu, kwa sababu ni ajenda ya kuwasaidia wananchi katika kuhakikisha kwamba tunawatengeneza wananchi wetu wapate huduma nafuu, hasa huduma ya afya, na hakuna asiyefahamu kwamba afya ndio msingi wa maendeleo katika taifa lolote.